Ebana, kwa mujibu wa ripoti ya Benki Kuu ya Tanzania BOT, noti ya shilingi 10,000, ebana, ndio noti inayotumika zaidi nchini Tanzania ikichangia katika asilimia 85 ya fedha zote zinazozunguka nje ya mfumo wa benki. Kwa mujibu wa BOT, zaidi ya shilingi trilioni 7.1 katika noti ya Tanzania shillings 10,000, ebana, zipo katika mzunguko wa kwa ajili ya matumizi ya kila siku, ebana, kote nchini Tanzania, ikilinganishwa na hilo ebana, noti ambayo pia ina fuata baada ya elfu kumi ni shilingi 5000 ambayo inazunguka e, kote nchini ikiwa e, zikiwa ni jumla tu ya e, shilingi bilioni 674. Lakini pia noti ya shilingi 2000 2 zikiwa e, shilingi bilioni 279. Noti ya 1000 e, bana ndo inafuata e, zikiwa ni shilingi e, bilioni 190 na tisa. Lakini coin e, ya shilingi mia tano ikiwa ndio inafuata baada ya elfu moja ikiwa ni shilingi e, bilioni 60, lakini sarafu pekee ambazo zinatumika katika kiwango kidogo zaidi ambapo sarafu ya mia mbili e, zikiwa bilioni 50 Shilingi mia zikiwa e, shilingi bilioni 34. Sarafu ya 50 zikiwa e, shilingi bilioni 16. So kwa mujibu wa BOT, moja kwa moja wameweza kutoa e, ufafanuzi kwamba pesa ambayo inatumika zaidi kwa mzunguko wa kila siku ni shilingi elfu kumi lakini ambayo inaongoza kwa kutumika katika kiwango kidogo ni shilingi 50 ambayo e, zikiwa ni shilingi bilioni 16 katika mizunguko ya pesa ambayo ipo nje ya benki ya BOT. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa sawasawa digital kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako kunyonja comment hapo, utakuwa umetisha kinomanoma. Till next time, bye. bye.